Kama tuna na tunategemea tunategemeaa mechi inayokuacha aa sana, kwa sababu yeah, umeshajua oh. Okay. Mechi inayokuja itakuwa mechi ngumu, mechi nzuri, tunategemea itakuwa na ushindani, lakini hatutegemee kuumizana kama ndio kwa kawaida. Kwa sababu game please. Azam

Hey, aaa yeah. Unawajua mimi hey. Ni Mwarabu kabisa hey. Na pale uwanjani nitakuwepo kusapoti Waarabu, azaaanzani sisi Waarabu tutakuwepo. Mimi nimezaliwa maa kwa utakao upande wa Waarabu, matata wanapindua meza. Hawezi kupindua meza. Kaka anakuambia baada ya dakika 90 njoo nikupe laki. Piga simu, njoo chukua laki. Kama, kama Simba wakipindua meza, waite miongoni mwa dini. Waite wale wazee wa kibaba wale mababu wafupi. Walete mbuzi. Sasa, wasilete mbuzi, walete ng'ombe na <laughs> asichukue saizi ile gari, wabadilishe sasa hiyo, na Costa na gari jingine BMW. Ah, BMW wasilete saizi hizi. Wachukua hata mtashiriki mm -hmm. Wawaweke wale wababu wafupi halafu, i walt wasilete mbuzi, walete ng'ombe, kwa sababu mbuzi yetu wasaidia kitu. Ila mi nina wasiwasi, ndugu zangu, aleta timunwakaawa ndugu zetu, mnawajua, mnawasikia, tusubiri. Mi sina hakika kama watakuja, wanaweza wakagairi gia angani, wasilete timu halafu ikawa jambo jingine kwayo. Sasa sisi tunajiuliza, ataleta timu kama utaleta timu sisi waarabu tuaaaaarabu mimi kusema una ukweli yeah, lakini oh, wameita viongozi wakubwa wa dini, maombi yatapigwa pale isa... pali, kazi wewe ulisha kuona uchawi unachangamana na giza linachangamana na nuru linachangamana alichangamana na nuru hata, hata siku moja nuru na giza havichangamani. Pale unaita unawaita wale wale viongozi wa dini, alafu hapo hapo unaita wale wazee wafupi, wazee wameshawahi uwanjani kama jana, sijui leo nimeona wanalalamika, sijui nini, wanapata nini? We mzee, wanaska nyumbani, kalawa jukuu, unafanya nini uwanjani kule mpaka kusema manajar, si, banda? Aa, hujiamini ipi? Timu inaendeshwa endeshwaje hii? Inatakiwa ipate mtu wa kuiendesha kisasa, kwa sababu timu inaendeshwa zamani sana. Aya hey, umemwita mtumishi wa Mungu. Hapo wazee wametangulia, aamtaki meneja, unataka nini? keyeutaki mechi, utaki sijui nini hmm. utaki, sijui nini. utaki manager. Wewe unataka Sikilize wewe tu tukusikilize. So, tu we ni nani kwenye nchi, kwenye hii football yetu ni nani? Kwa sababu kuna watu nyuma yako, kuna rais, kuna nani huko nyuma, tuna, tunawajua, tunakaa tunakaki weni nani, mtaki kila mtu abasicheza wewe ajesmu logoso wali hmm, eh walikataaee wali. Eh, eh, wakakataa kuvaa hmm. Shirikisho likarudi nyuma likawasikiliza. Aya, leo hii hawamtaki tena meneja wa uwanja. Basi waseme wanataka na timu ngapi, hivi tuchague. Kama Ken Goli hawataki tuwatoe, kama wale Azamu hawataki tuwatoe, kama wale Dodoma Jiji hawataki tuwatoe, ili sasa tubaki na wanao wataka. Maana sisi wanao wanatuendesha sasa, wakiamka wakisema tumtake meneja patamonea, wakiamka wakisema tutoke, haya magoli yamekaa rangi nyeupe, tuweke bluu, tutafanya. Hatuwezi kuishi kwa kuwasikiliza, sisi Simba hatuwezi kuwasikiliza wanachokitaka na natufanya. Hapana, waende kwenye ligi yao ambayo watafanya kila wanachokitaka, lakini so tuwasikilize kila kitu wanachosema. Na kwenye mechi yao ijayo, mmezamilia ubaya <laughs> <laughs> <laughs> ahasemni, mwarabu ukijaa, tunajaa ingia kwenye mfumo mm. eh. mm. kwamba walishawahi kuwafanyia hiyo walitutendea hiyo kwenye mechi ya USM Alger. Tulijua ile mechi. Ngoja tusiseme sana kabisa. Tusubiri kaka, subiri game. Jumatano sio mbaya, tusubiri game. Taifa. Taifa na yeye anafanya mbaya. Lakini ni tukio la kitaifa. Taifa anacheza timu ya taifa. Wewe umeona pale kuna Mohamed Hussein pale, kuna kuna yule Mnoga, Jimnoga umeona pale? Eh, umeona pale yule yule nani yule? Wewe oh, umeona pale? Msuva. Eh? Msuva umeona pale wewe? No. Sio, hujamwona hapo pale, Msuva hujamwona. Hata ya taifa ile. Haya basi tuoneshe ile jezi yao tuangalie. Kama papa na timu ya taifa hapo. Hii nembo yao inakuwa kama yako. Si ndio? Au timu ya taifa sasa, tujue. Timu ya taifa pale hakuna ajimnoga pale. Wanasema msiwaingilie mechi yao. Ah ah. Sisi tuna kwanza wame, wamesema wame hivi, atakaye kugusa mechi yao. Sijui ni nini, nini, nini. Sasa tunawaambia hivi, mechi yao tunagusa, mechi yao sisi tutagusa. Alafu kama hii na tutakuwepo kuwashangilia Waarabu. Kwani mjaona waarabu anatufanyia hivi? Mjaona waarabu wametupost, wamesema wanafurahi kutuona, na sisi tukawaambia yes baba, na baba tutawasubiri na tukafurahi kuwaona.

a kuendelea kutangaza jina lake. Kwa hiyo kaumia, nakasikitika kwamba mashabiki wa Yanga wanakosa support uwezo wangu, kwa hiyo itakuwaaje? Kwa hiyo kwangu mimi tunaona kwamba wachezaji ambao tunawasajili wanakuwa wana timu ya kupambania Yanga vizuri, kuliko wachezaji wengine, unaweza wakamsajili mchezaji